Wanajeshi wa Kenya sasa wako jijini Kismayu kwa kishindo, wako hapa pamoja na wenzao wa Somalia, TFG na SNA. Kikosi hiki tayari kimeiteka bandari ya Kismayu ambayo imekuwa ngome kuu ya maharamia wa Al Shabaab kwa miaka sita sasa. Kwa mara ya kwanza bendera ya Somalia ikapandishwa kileleni mwa mnara wa uwanja wa bandari hiyo, Ishara kwamba sasa shughuli za Alshababu za kutoza ushuru haramu na kuingiza silaha hatari kileholela kumekomeshwa. We have just been uh, advancing for the last uh, only one month. We have done quite a lot. We have captured a very uh, extensive ground hapa Brigadier Jenerali Ismail Sahardin Keidsanen ambaye ni kamanda wa kikosi cha jeshi la Somalia National Army SNA, hawezi kuficha furaha yake kwa na wanajeshi wa Kenya, akikumbuka namna walivyosaidia na kazi katika sekta ya kati iliyoweza kushuhudia makabiliano makali na Al-Shabab hadi Al-Shababu wakasalimu amri. Wanajeshi wa Kenya wakisisimka kwa hatua yao ya kuutoa mji wa Kismayu. Wenyeji wanasema vikosi vya KDF na SNA viliingia kutoka magharibi ya mji huu na sasa wanafanya doria kwa miguu katika barabara kuu na njia za mkato. Kituo cha polisi pia kimetekwa na usalama wote hapa sasa unadumishwa na wanajeshi hawa which is located in the southern part of the of, of, of, the town. The the airport that is located again to the south to the, to the, to the southwest of the town. Wapiganaji wa al Shabaab walilazimika kuondoka halahala, hala, baada ya KDF kuwavamia usiku kwa kutua ufuoni mwa bandari hiyo usiku wa Ijumaa wiki iliyopita, na hivyo kamanda wao akawaamrisha kuondoka bila kusita kwa ajili ya usalama wao, ambapo walitorokea kaskazini mwa mji huo. Mr. Prime Minister, we must have a clear timetable Leo hii katika bunge Waziri Mkuu Raila Odinga kwenye taarifa yake kila Jumatano bungeni amesema operesheni hiyo inayoendelea nchini Somalia inaigharimu Kenya kiasi kikubwa cha fedha kutokana na tisho la usalama wa nchi. Vikosi to, to hivi viliutumia mji wa Kabdala ulioko kilomita 40 viungani mwa Kismayo huwavizia wapiganaji wa Al-Shabaab hapa Kismayo. Hii ni baada ya kuuteka mji wa Kabdala mwezi uliopita kwa lengo la kupata mwanya wa kupenya na kuingia Kismayo. Vikosi hivi vilivyo chini ya vikosi vya umoja wa Afrika, AMISOM, vilikuwa makini sana vilipokuwa vikiingia Kismayu ili kuepukana na mabomu na vilipuaji vya kutegwa ardhini. KDF imekuwa ikiwatumia wataalamu wa madini kutegua vilipuaji vilivyotegwa na maharamia wa Al-Shabab. Usiku wa jana, milipuko mitatu ambayo hata hivyo haikusababisha maafa yoyote, ilisikika mjini Kismayu, lakini KDF inasema ilizima vilipuaji vilili, huku msemaji wa Al-Shabab akidai kuwa Al-Shabab walifanikiwa kuvitega vilipuaji hivyo ndani ya ofisi moja serikali walimokuwemo wanajeshi wa Somalia. Frank Otieno, KTN Leo.